Wale ni Simba, lakini kwa sababu biashara zao zimepita hivyo ndio wamekwenda pale. Kwa hiyo JSM pamoja na wote wale wote wao, si Pangani, wote ni Simba, wale ni Simba. Kwa nini nikwambia? Nani huyu wa Yanga huyu, nani huyu, huyu mwinde aliyofariki nani alikuwa anaitwa? Manji, Manji mpaka ni katika mchango na waziri mkuu. Nani tu anatoa, anatoa mchango Simba. hmm. eh. Unajua, watu wakati wanaangalia mipango yake inakwenda vipi. Mimi nikikwambia nasoma mchiki chini ini mm. nikuwa nacheza Yanga, na, na na, na ya... Yanga pale kwa hiyo ina maana tuseme, itabidi nika mimi nikakataliwa nika usajili pale yeah. Kwa hiyo kama amenivuruga akili, kwa sababu zamani uwezi kwenda kucheza nje kama hujacheza mm. ya Simba au Yanga, kama hujacheza timu hizo mbili mm. upate nafasi labda labda Cosmo mm. na eh, kipindi hicho mpaka mm. Yanga inakuona inataka ikusajili E, wao Simba walikuwa wapi na wakati unajua ni shabiki yao na familia kama familia ndio waanzilishwa wa, wa kikundi cha kidini. Mimi wakati huo nasoma shule ya msingi Mchikichini, sikiliza vizuri. Mm. Nasoma Mchikichini. Mm. Mchikichini na Yanga sio mbali kwa. Mm. Na, na kuna wenzangu na kina Juma na Juma kina Uhuru nani ndo na pale kufanya mazoezi. Mm. Kwa hiyo kama mimi sipo taifa. Nikitoka tu Mchikichini na kwenda pale kwanza vijana ndo tunaanza mazoezi. Tukimaliza katika kupandishwa na kina Yusuf Kamba. Mm. Anaitwa Yusuf Kamba alikuwa anacheza akatoka kaenda Tukuyu ndo tulikuwa kubwa tu moja sasa. Kafika tunataka kupandishwa kutoka Yanga B twende hizo sajiliwe, ndo mgogoro ulipoanza kasa yule mtoto, si mafahamu. Labda uliwahi kufanya jitihada zozote kipindi hicho kutoka, baada ya Yanga kukataa kwenda kwenye klabu ya Simba? Hapana, kwa sababu ilikuwa sina channel ya kuingia. Huwezi kucheza mpira bila channel mm. Eh, lazima upate mtu akushika mkono akakupeleka lakini. Ulikuwa unaipenda timu Yanga? Hapana, nilikuwa naipenda timu yangu ya Simba <laughs> ila kule kwa sababu mimi mchezaji mpira natafta nafasi nami, nitakuja nitaonekana. Okay. Na kwa sasa mm. eh, tunaona namna ambavyo mpira umekuwa una faida kubwa eh, kwa kulipa wachezaji eh, vilabu vinajiendesha. Ilikuwa vipi zamani? Walikuwa naendeshaje vilabu? Aidha, wachezaji walikuwa hawalipwi pesa kama kipindi hichi? Mlikuwa mnacheza mkitaka nini zaidi kipindi hicho? Zamani wanachezea sifa tu bwana, kutoka huko nani hayo ndo fulani eh, fulani ndo yule, ukifika sehemu tena wewe unakuwa bwana mkubwa tu hapo mm, eh, kwa hiyo. Lakini nashangaa shangaa sehemu pesa wanapata, mm, lakini mtu anakubali kurubuniwa pesa ya siku moja anaharibu kwenye klabu yake, naona okay. Ndo tatizo linakuja, ligi la vijana linakuja kujaribia, naona anarubuni anapewa pengine milioni kumi kwa mechi moja, kashapewa kashaenda kuvuruga basi akatamani kwenye klabu ndo mwisho wake, anaamua akachukua mafao yake sasa. mm. eh. wanafiki goli tano zile ndo yeah. midusia chukua mpira anadunda kwa nguvu anaidenasi adoasi atukucheza mpira yeah. okay. sisi wako najua yote bado, kinachoendelea yeye na yule mwizie mwenye gokipa wote, kundi la mm. umoja wote walipewa pesa ah, wanajua wenyewe walipewa pesa, walipewa maneno, wanajua wenyewe. Mimi siwezi kushuhudia kama walipewa pesa, lakini you know, inaonekana kabisa tulihujumiwa, tuli timu yetu Vipi kwenye masuala ya, ya nani masuala ya uchawi kwenye vilabu hivi vikoje? Unajua, uchawi ule ushahidi labda siku moja wewe kushika tunguri, si kwa shabiki bwana. Uchawi ule ushahidi bwana, mimi sikufichi. Siku moja tunacheza na timu moja ya Nigeria tulikuwa, tulikuwa kidedetu tunaingia, tukaambia kwenye benchi lile na timu ya Nigeria pale alikuwa no, no, timu moja kutoka Ivory Coast mm. No, pale kuna mganga yuko mm. kwe. mm. pale kwenye no, tukaja timu. Mm. Na gari ile tukaingia ndani mpaka uwanjani kwa upande wa mashariki, benchi lote ile timu. Wote timu timu Mm. Basi zuri, askari wakaja wakatukamata ukaingizwa ndani kutoka mlango wa pili kwenye kushangilia. So unajua eh. tena advantage home ground. Eh. <coughs> eh. Lakini uchawi bwana, hauna ushahidi. Eh. uchawi hauna ushahidi. Lakini wewe uliwahi kubeba matunguli ya club labda au yeye hey, matunguli ya club crab, ili club ishinde. Ah, mimi kusema kweli kwa biashara wa, hiyo wako vijana walikuwa na watu kufanya kazi usiku lakini eh. mimi sikuwahi kubeba. Eh. eh. Ah, okay, mwisho kabisa sasa, unaionaje klabu ya Simba kwa sasa kwenye upande wa usajili wake e, namna ambavyo imeweza kufanya usajili na mchezo wa kwanza kabisa ambayo imekutana na Yanga, lakini na michezo ya, ya kimataifa kwa namna ambavyo unaiangalia e, unaiona Simba Simba ikiwa wapi? Simba wamefanya usajili mm. na wana wamefanya usajili, wametafuta sehemu zenye zi mapengo zile mm. wameweka watu wawili mm. na wana kwa hiyo timu ya Simba inataka muunganiko No, naona kutoka huku beki kidogo anaelewana mm. na katikati mm. bado kule mbele kwa sababu kuna yule mtu mmoja anaitwa Budo mm. anapiga ile 1-2 kama anapatikana wawili anapiga 1-2 na mawili. Sijui hapo kekezeke kabisa uzuri. Kwa hiyo um. tuseme hii inatoa taswira kwamba Yanga ajiandae kupigwa mara nyingi zaidi. Ah, si atucheze ligi kwa sababu ya Yanga. Eh. Yeah. Ah ah. Kuna timu ngapi mume? Eh. Si timu zote afiche kwa sababu ndio ingia kwenye ligi kwa sababu ya Yanga. Yeah. Ah. Ye Yanga anaingia kwa sababu ya Simba, ndo akili yake kila wakati. Yeah. Ndio na si kufungwa ndio ndani ya kwenye mchezo. Kuna kufungwa, kufunga, kutoka draw. Lazima ukubali haya matokeo. Mm. Sio tu maana timu wa kocha yule kocha mama anasema, naomba afaye, nataka kocha Madagascar. Sio nataka kocha. Kufungwa ndani ya mchezo ipo. Usipo Barcelona kakungutwa juzi. Kachukua 4-1. Mm. Mm. Kuna timu ya wachezaji wazuri Barcelona inapiga mpira kama kwa kitandani. Bara mekula nne moja. Sasa ukubali kufungwa. Naona. Hiyo ndio ndio mchezo, Madrid anafungwa hivyo hivyo. Sasa wenzetu wakifungwa wa tu tayari amshaamsha. Na so, kuondoka kwa padre inasemekana kwamba ni kupoteza mchezo wa Yanga. Hii unazungumzia? Hapana. Padre amepanda bei. Watu wamekuja. Unajua wenzetu za Kiarabu wanataka niwape simu moja. Hata ukiona mchezaji wa Tanzania anakuja vizuri, wataenda kumchukua mweke benchi kule. Mm. Simba mifano mingi. Katoka nani hapa yule Nixon kenda kule, wamemweka benchi chama ile pale kenda. Kuna imradi tu waivunje nguvu huko East Africa huko, sipate sipate ta kikombe na kimoja. Nchi za Arabu, wale wakiona tu mchezaji huyu atakuwa anatusumbua basi lazima mtie mkononi, wanapanda dau wale, pesa yote tu hapo. Leo anakuambia anga tajiri ataingia wapi bana? tusidanganyane bana lakini Yanga ndio klabu ambayo imeweza kukaa na wachezaji kwa muda mrefu kidogo, kwa muda mrefu e, kwa e, nani kawataka ah, yaani wale kwa sababu Simba yenyewe akitokea hmm. mchezaji mzuri eh. kumuuza, ndio, bia, e. wanawahi kumuuza haraka ndio ndio, mpira mpira biashara, unamzuia yule mwanao yule, sasa sio kikaa naye zaidi ah, kwa sababu ngoja nikwambia mpira, mpira biashara kama unakubali kwamba kama mpira biashara mpira ni biashara. Sasa kwa unakana nayo kwa nini siku zote, kwani malengo ya klabu ya Simba ni nini? Nasikia malengo ya klabu ya Simba kutaka ubingwa eh, kuchukua vikombe kama vile eh, kwenye siasa eh, eh, chama chochote kingine kutafuta nini, kushika. Kama malengo ya klabu ya Simba ni kuweza kuchukua ubingwa wa Afrika ni, na ili uchukue ubingwa inabidi uwe na uwezo wa kuwa na wachezaji wachezaji bora, na wale wachezaji bora kuwa nao wakati wote. Sasa inakuwaje, Simba anakuwa naona biashara ya wachezaji ni muhimu zaidi kuliko kuchukua ubingwa. Usiseme Simba tu atapo, Yanga hawajataka tu hakuna mchezaji mwenye uwezo wa kwenda kucheza kule. hmm. ah, wakitaka Waarabu anachukua sasa hakuna mchezaji wa kwenda kucheza kule. Yanga wanataka wenyewe. Leo nakwambia nani yule nani Mzize. Wanamtangaza wenyewe alafu anasema wenyewe naona kataa wenyewe hao wa akili gani. Unajua kuongoza Yanga kitu chepesi sana. Wadanganya tu, tuseme ukweli. Sasa, eh, kwa mfano tukisema kwenye klabu ya Yanga imemtoa Mayele, ambayo Mayele kule amefanya vizuri pia. Mm. Je, ndani ya klabu ya Simba pamoja na kuona kama biashara ni ya umuhimu, mm. imefanya biashara ngapi? Na hizo biashara, wale wachezaji wameenda, wamefanya vizuri nje mm, ya klabu ya Simba wale wanakuja. Kuna wachezaji hapa ni hao, sio kwamba wale kule kule kusudi sisi hatuna hatuna uwezo kuchukua vikombe dunia yao kubwa. Wewe angalia weka kafikiria. Ka Katika mwaka Simba hataweza tume mbele ya Mwinyi pale tumepiga goli mbili. Mm. Pale uwanja wa taifa. Unaona? Mm. No, no. Tumekwenda juzi tunataka kuchukua kombe tena umekonda kwa, kwa mpira umepelekwa Zanzibar. Kwani hicho kipindi Simba anapigwa goli mbili ilikuwa ni Zanzibar au ilikuwa ni pale? Kwa Mkapa. Kwa Mkapa. Eh. Sasa ni wow. Palikuwa ni kwa Mkapa je? Yeah. Ye, kule Zanzibar na kwa Mkapa kimebadilika nini? Na kati uwanja ni ule ule, unajua kila kitu yeah. Na wakati wake kipindi cha sasa hivi Simba kwa Mkapa pale mtu anatoka nje atoki. Mm. Inasemekana pale, naloga sana. <laughs> sio kuroga <laughs> sio kuroga pale, wenyewe tumeshapaweka ile kala la moto utoki pale sasa. Hilo nani kala moto sindo uchawi, wenyewe hakuna uchawi pale kuna karai la moto pale utoki. Na ile mechi ya kitoa chetu cheze hapa yule marabu angelia, lakini watu wameangalia masuala yao akuangalia masuala ya nchi. hmm. Eh. kwa hiyo ina maana klabu ya Simba ni nzuri sana ikiwa kwa mkapa tu peke yake, hata hata nje. Ndio maana sisi wenye nchi, si wananchi, sisi wenye nchi uko, tunakwenda tunakwenda huko kuwakilisha nchi. Sisi tukaenda nje, wewe usikuamini eh, sisi tumempiga wale Zamalek pale kwao, tumemvua ubingwa unaelewa? yeah. Mechi Simba na El Arash tumekwenda kucheza El Arash ya, ya Algeria. Huwezi mm. kuamini. Hapa tulipiga goli goli si tatu si nne, tukaenda kule tupiga goli mbili tafuta goli moja, wanabadilika kufika nje. Mm. Sima ya mashindano ya kimataifa huko nje tunayajua tumeanza siku nyingi kufuatilia. Ndio maana nakwambia sisi ndio wenye nchi. Yanga ndio wananchi. Kwa hiyo Yanga wao ni wananchi. Wao wananchi, sisi ndio wenye nchi. Lakini hiyo neno wananchi yeah. na historia pia. Wao ukiambia kwa nini mnajiita wananchi? Eh, yeah, wanasema kwamba sisi tuliwahi kutafuta uhuru kipindi hicho. Nani katafuta uhuru? Eh, e, nani ah. kabla ya Yanga ilitumia yeah. kutafuta uhuru? Ndio walivyosema hivyo. Mhm, ndio maana anajiita wananchi. Ah. Wadanganya wale kuja juzi bwana, hmm. mengine atusingie kwenye siasa tu, yaache twende huko, hakuna ina maana. Watu wa Simba kwao, kawa alikuwa wapi? Ah, yani baada ya anakuuliza, kawa alikuwa wapi? Alikuwa klabu ya Simba. Sasa tatu mzee alikuwa wapi? Lakini kihistoria umedai kwamba hivi vilabu vilikuwa viwili, eh yeah. Vilikuwa, vilikuwa kimoja baada ya vikumbi vika, yeah, vika kwa mara kwanza wote mlikuwa ni wananchi eh, mara ya kwanza kabla kuhu, ya kugawanyika wote mlikuwa ni wananchi, si ndio? Ngoja nikwambie Yanga Simba, walikuwa wote walikuwa Simba na Yanga walikuwa pamoja. Walipotimuana Simba hmm, ndio kaacha klabu yao unaona, hmm, ndio hmm, hizo zilipotokea hapo. Kwa hiyo ukienda kuanzisha na maana wewe kama vile pani na Yanga pani na Yanga walikuwa wote pamoja wa waliotimuana vile kutoka Nairobi, kila mtu kaja kwenye basi lake, wakafika hapa, kila mtu eh, pande kaza nini pale, ni Swahili, wakatafuta uwanja, wakaje kwa klabu yako, kabaki ya kule tokina ponda mali huko pale na kinatenga. hmm. Eh, sasa mimi kwa pamoja, lakini kwa mkati mwana wewe tena utaka kutoka pale, unaenda kuanza upya, lakini mle wanza wote pale haisabii we, ha, kwa wewe wewe usimuondoka ah, kwani ukiondoka mgawani mali ambazo umetafuta pamoja. Hiyo ambao kisheria saivi, lakini zamani wewe ukitoka, umetoka tu mm -hmm. Eh. <tune>